Asante sana Alex Nodera, kwa taarifa hiyo, endelea kutujuza. Tuachane na maswala ya siasa sasa. Sasa kwingineko ni kwamba mamlaka ki ya kitaifa ya kupambana na unywaji pombe, yani ubugiaji pamoja na dawa za kulevya NACADA kupitia timu ya mashirika mengi, mm-hmm. imemkamata mshukiwa mkuu wa ulanguzi wa dawa za kulevya maarufu mjini Naivasha ambaye mtandao wake ulilenga hadi katika kaunti jirani ambazo zinapakana na kaunti ya Nakuru, shehena kubwa ya bangi yenye thamani inayokadiriwa kuwa ya zaidi ya shilingi milioni moja, imenaswa. Imenaswana. Mkurugenzi mkuu wa NACADA Anthony Omeri ametaja hatua hii kwa mafanikio makubwa kwa mamlaka hiyo na pigo kwa mtandao wa ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya kunasa shehena kubwa na mshukiwa huyo ambaye amekuwa mbioni kwa miezi kadhaa, ikiwa ni afueni kwa wanafunzi walio kwenye likizo kwa sasa. tena